Ndugu mgeni rasmi, tumeona serikali yetu inawekeza katika sekta mbalimbali mbali nchini ikiwemo elimu na afya. Tunaipongeza serikali kwa uwekezaji huo, hasa kutoa elimu bila malipo na kuwapatia maafisa ya elimu na maafisa ugani kata usafiri ili kufikia malengo ya kuboresha utendaji kazi pia kuboresha miundombinu ya sekta ya elimu na afya nchini. Pamoja na jitihada hizo, tunaiomba serikali iongeze uwekezaji katika sekta zingine za umma na ujenzi wa nyumba za waalimu. Ni ukweli usiopingika kuwa elimu ni msingi wa maendeleo katika taifa lolote duniani. Aidha, kasi ya maendeleo katika taasisi au jamii kwa ujumla inategemea kwa kiwango kikubwa uwezo wa kifikra wa jamii husika. Tunaipongeza serikali kwa kuwa na nia ya kutaka kuiboresha sekta ya elimu na afya nchini. Hitimisho. Naomba kutumia fursa hii kuwapongeza wafanyakazi wote waliobahatika kuteuliwa kwa wafanyakazi hodari kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tunaamini kuwa wote walioteuliwa walistahili kutokana na juhudi, ubunifu na kujituma kwao. Pia tunawapongeza vyama vya wafanyakazi kwa kuwapatia vyeti na mwajiri kutoa, kutoa zawadi kwa wafanyakazi hodari. Ni matumaini yetu kuwa kero ambazo zimekuwa zikielezwa kila Mei Mosi zikakosa ufumbuzi wake zimefikia panapo stahili na tunatumaini zitapata ufumbuzi wake. Sio mara nyingi sana sisi viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuwapongeza waajiri, lakini kwa wilaya yetu ya Hanang' kwa kweli, nitumie fursa hii kuwapongeza waajiri, waajiri wa, wa sekta binafsi. Hatupati malalamiko kabisa, wanawapa stahiki zao wale wa waajiri wao. Kwa hiyo wafanyakazi wa sekta binafsi wanakwenda vizuri, sio mbaya. Lakini pia wafanyakazi wa serikali wanakwenda vizuri pia kwenye halmashauri yetu ya Hanang', mimi ninawapongeza sana, nampongeza sana mwajiri. Kwa kweli tumejitahidi sana kwa muda yetu ya Hanang'. Tunamuona mwenyekiti wetu wa CWT akipongeza serikali akimpongeza mkurugenzi, sio mtu mwingine ni jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais mpendwa wa jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania. Tunampongeza sana, tunamtakia kila la heri, aendeleze kila ambacho amekikusudia kukifanya na Mungu amsaidie. Ni mara chache sana kuona viongozi wa vyama vya wafanyakazi katika siku yao hii muhimu wakipongeza jitihada za serikali. Hiyo sio bure bure, sio rahisi ni kazi kubwa ambayo inafanywa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais tunampongeza, hajatuangusha tangu amepokea kijiti kutoka kwa hayati Magufuli na mpaka sasa, na upiga wa kutosha mwingi mno, na naamini kesho atasema neno inshaallah, kesho atasema neno mama. Hatuna shaka kwenye eneo hilo, hajawahi kutuangusha, na tuna imani kubwa na yeye, na tukipitia tukiangalia utoaji wetu wa huduma kwa miaka mitatu iliyopita tumepunguza malalamiko mengi sana ya wafanyakazi mengi sana, na kila mara tukikutana hata kwenye management au kwenye baraza la madiwani tukiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri, tunaangalia ni maeneo gani ambayo hatujafanya vizuri ili tuweze kufanya vizuri. Maombi yote na madai yote yaliyoletwa na, na TUCTA tumeyapokea yale ambayo yako ndani ya uwezo wa halmashauri tunakwenda kuyachambua, tuone hatuwezi kafanyia kazi kwa mara moja, lakini tuone lipi ambalo eh, kwa sasa tunaweza kufanyia kazi. Yale yani ambayo tutakuwa tuta tunakutana na viongozi na, na kuwaeleza kwamba hiki mlileta tumefanyia kazi hivi, tumefanyia kazi hivi, hiki bado tunakifanyia kazi.